Nafsi toharani, ama ukipenda, siku ya waamini marehemu wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, leo tarehe mbili Novemba, tunatafakari juu ya nafsi toharani, fumbo la upendo wa Mungu na huruma yake isiyo na kipimo. Toharani si mahali pa adhabu bali ni chumba cha utakaso, njia ya rehema inayotuandaa kwa uzuri wa mbinguni. Ni hali ya roho zile ambazo zilipenda Mungu katika maisha yao, lakini bado zina doa la dhambi au athari za dhambi ambazo hazijasamehewa kikamilifu. Katika maandiko na mafundisho ya kanisa Katoliki, tunafundishwa kwamba hakuna kitu kichafu kitakachoingia katika ufalme wa Mungu. Ufunuo wa Yohana sura ya 21 mstari wa 27. Ani, hivyo basi nafsi ambazo haziko tayari kuingia mbinguni kupitia miali ya upendo wa Mungu inayotakasa na kuziponya ni kama dhahabu inayochomwa katika moto ili iwe safi zaidi. Moto wa toharani si wa maumivu ya hukumu bali ni wa upendo unaotakasa. Mungu mwenyewe ndiye moto huo. Moto wa upendo unaobadilisha uchafu kuwa utukufu. Nafsi katika tohara haziwezi kujisaidia zenyewe. Ndio maana sisi tulioko duniani tunaitwa kuwa wasaidizi wao kupitia sala, sadaka na matendo mema. Tafakari maneno haya ya Mtakatifu Yohane Krisostom aliyosema, tuwasaidie wale waliotutangulia, tuchukue mikono yetu ya sala, tuwapeleke mbele ya Mungu. Sala zetu ni zawadi ya upendo. Kila tunaposali rozari takatifu, kila tunapoadhimisha misa takatifu, na kila tunapofanya kitendo cha huruma kwa nia ya marehemu, tunawasaidia wale walioko toharani kusogea karibu zaidi na uso wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, tafakari juu ya hili huenda, wale tunaowakumbuka leo, wazazi, ndugu, marafiki, wale waliotufundisha au waliotuombea, wako toharani, wakitutazama kwa shukrani, wakisubiri sala zetu kuwa nuru yao. Mwezi Novemba kanisa linatualika kuwaombea wafu wote, lakini kila siku ni nafasi ya upendo kila sala ni daraja kati ya dunia na tohara kwa hiyo tusisahau kusema ee bwana uwape pumziko la milele na mwanga wa milele uangazie wapumzike kwa amani amina tuwapende wale walioko toharani kwa njia ya sala kwa sababu wao wakishaingia mbinguni hawatasahau kutuombea sisi tulioko duniani huo ndio uzuri wa ushirika wa watakatifu. Kanisa moja lililo hai duniani, toharani na mbinguni. E, waangaze nuru ya milele. Tuweke mioyo yetu kimya mbele ya Bwana tukiwaombea ndugu zetu waliotutangulia katika safari ya maisha. E, Mungu wa huruma na upendo, tunawaweka mikononi mwako nafsi zote zilizoko toharani. Tunakuomba watakaze kwa moto wa upendo wako, uwasafishe kutoka kila doa la dhambi, ili wafikie haraka katika utukufu wa mbinguni. Bwana Yesu, uliyeteseka msalabani kwa ajili yetu, uliimimina damu yako takatifu kwa wokovu wote, angalia machozi yao na kiu yao ya kukuona wape pumziko la milele na mwanga wa milele uangazie. Mama Maria, mfariji wa huzuni, waombee wanao walioko toharani, waongoze kwa upendo wako wa mama ili wapate raha ya milele na furaha ya mbinguni. Watakatifu wote wa Mungu, tuombeni pamoja nanyi kwa nafsi hizo, ili siku moja nasi tuwe pamoja katika furaha isiyo na mwisho. Amina, amina, amina, amina. Mimi nimekuwa wako Shamba wa Shamba kwa niaba ya Radio Maria Kenya — Nairobi. Nina kutakia tafakari njema na moyo wa rehema kwa nafsi zote zinazotamani uso wa Mungu. Raha ya milele uwape, e Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie. Amina, amina, amina.